Aisha, mi siwezi kuwa na wewe. Alafu pia mi namna wangu kwa nada ttumisamee mamaangu. Sawa, mi naelewa lakini kuna muda atakiwa mtambue kwamba waoni nao pia tunapenda. Tena tunapenda vibaya, bon, vibaya na tukipenda tumependa. Si unajua hiyo mona na tunakua najani vibaya hiyo, inabidi mtuelewe hivi jinsi gani naumia hakuna fara yote katika mtaa anaweza kuzidi uzuri wako mpenzi, na nakupenda kweli kutoka moyoni na hisia. Na, na wewe ungejaribu kunipa moyo wako, afu uoni nitakavyofanya kwako, na hakikisha nitakupenda kama mwanamke anavyotakiwa kupendwa. Nimekaa nimeshikilia, siwezi kuwa na wewe kwa sababu ni mwanamke mwenzangu, na kauli yangu haiwezi kubadilika. Mungu, nielewe basi. Sio, kumbe mkipinda nonalinga hivyo ndio. Sijui bwana, sema fresh, haina shida, tutasomana mwanangu, sisi ni pipo. Mke wangu, niambie, mimi natoka sasa hivi, nenda kutafuta kodi ya kaka yako. Ya safari hii sitafuti mimi chumba, wewe ndio utatafuta

Oh. Ah! Wewe vipi tena? Mbona unakuja kama bomu rafiki yangu? Wewe una wazimu wa nini? Yaani nyumbani kwangu unanipangia muda wa kuja. Ah. Em eh, eh, eh, nisikilize basi mke wangu. Ni kweli ila sina wazimu sina ukichaa. Hapa ni kwako kwa kweli na una muda wote unatokuwa uje. Lakini njoo kwa taarifa. Sasa unakujaje? Ungenikuta hapa mimi nishatoka hapa kumefungwa ingekuwaje? Hiyo taarifa nimpe nani? Mwenyekiti, mjumbe. Alipo hapa ni kwangu muda wote naweza nikaja. Ah, em eh, eh, nisikilize basi mbona una haraka haraka umewaka kama moto wa kifuu. Eh, wewe mbona ubadiliki? Mimi nikaja kama umeenda kwenu utarudi umebadilika, lakini ndo vile vile unaongea kama redio, rafiki yangu. Hebu nipishe kwanza. Yaani mjanao mwingine sijui hata ikoje. Yaani bado ifly mke wake nimerudi, ndo kwanza ninaanza kunitilia maneno. Wewe umechanganyikiwa kitu gani? Hebu nipishe bwana. Yaani wanawake wengine bwana. Yaani mtu umekuja ubabe ule ule. Sasa anajiuliza huyu ashangedele, tompo, sunilisheti au nini?

Simu zinaita Kaziro. Inategemea na unapigiwa simu na nani. Kuna maboss, ndugu yangu Maginga, unaonekana una mawazo. Kichwa kina, kina mambo mingi au nini kinakusumbua Kaziro? <laughs> Mambo haya endi naenda mimi, kila nachokipanga kiendi. Yani naona kama nimezaliwa jana, alafu mifumo ya kupata hela sina. Kichwa changu cheupe hatari. Sasa kichwa gani unifafanulie, kichwa ni kipi kile ambacho kiendi? Sawa, wewe ni mtoto wa kiume, kazi ufafanua kichwa hiki hapa, hiki yani cheupe. Unajua mimi nimezoea kutembea ninavyotembea sana, ninavyotembea sielewi kwa sababu sijazoea kutembea hivi sasa sikiliza, unajua rafiki yangu mimi, nilikuja hapa na shida moja, nataka unisaidie. Wanasema kifacho mtu chaki, mimi nikawaza nani wa kunisaidia zaidi yako rafiki yangu kipenzi Kaziru, ni wewe Magiga. Mimi pale ninapokaa watu wameshapajua wengi, sasa hivi nikifanya badili yangu kila mtu ananifuata pale nyumbani. Sasa pale mimi nataka nitoke, nihame, ili sasa sina chumba, natafuta chumba. Kaziru, unanisaidiaje? <laughs> Dalali wa <tweak> kila kitu mbili kwa mbili. Aisee, unaweza ukawa na makalio halafu kashindwa kuyatumia. Hii ndio ninachojiona, lazima tuelewane tu ndugu yangu, kwa sababu yeye mna mifumo yenu na mimi katika mifumo yenu ile inapita humo, sheria ya dalali ambazo nyinyi mnazitumia na hayo kimtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine atakao mpeleka, kwa hiyo kama kufumu huo upo chumba kipo, yani chumba, chumba ina gani? Mimi kisizidi elfu hamsini, kazi ruhu. Kio kizuri tu, kisizidi elfu hamsini. Na hicho chumba kio kina madirisha ambayo ni tinted, hata nikiwa ndani watu hawanioni. Ipo kwa mama si aenda hapo, chumba kipo kizuri sana. Si chumba kile kiko vizuri na watu wakiona vizuri, yani kiko vizuri. Kipo. Hicho ndio nacho kitaka, kazi ruhu tu ndio nipeleki. Twende. Ya kodi ya mwezi mmoja nikamate mimi, yanya anakwambia indi ambacho kitu changu kijekaa sawa, ndo muda huu. Kwa hiyo lazima mwezi mmoja nikamate mimi sasa. Hiyo kodi ya mwezi mmoja akupa, lakini gawana sasa. Nagawana na nani bana? Mwezi mmoja kwangu mimi ndagawanaje? Vipi na dalali? Twende bana, bwana <laughs> Baba baba! <laughs> Unaweza ukawa na makalio ukashindwa kuyatumia, wakawa watu wana vikalio wakajua kuyatumia. <laughs> Baba baba, <laughs> tende nikakupelekeza tu. <laughs> ttarudimang karibu sana. Asante sana mke wangu. Nimefurahi sana kukuona, alafu mbona napendeza sana, alafu unaniambia una pesa kweli? Mke wangu, mke wangu, kazi za mjini ni changamoto kubwa sana, yaani natakiwa upendeze ndio ili uweze kupata kazi. Kwa hiyo naomba uendelee kunivumilia na mamaangu, kile kitu kitakuwa sawa.

Sema niniki kitambaa mwangu. Nafahamu ni kitambaa, lakini najua chokifutia u mfutia jasho tu mwangu, maana jana mama ulikata nweni mtwa dizaini gani? Umeamua ufanye ushenzi wako huku kote, ukaona haitoshi ukaamua sasa uje ndani ufanye umalaya wako na wanaume ndani, alafu uchukue kitambaa cha mwanao ufutie uweke ndani kuelekea kama ushahidi kuhudhihirisha kama wewe ni malaya uliopitiliza, si ndio? Hapana mwanangu. Kwa hiyo nafanya mimi sina akili, mtoto mdogo, na maana mimi jasho sijui na mbegu za mwanaume sizijui, wakati ni mbegu za mwanaume kabisa hizo. Wewe ama kweli Tabia kama ngozi ibadiliki, hata utumie nguvu gani, hata kama nitakupiga nitafanyaje, hautobadilika. Wewe ni malaya mkubwa, na huwezi kubadilika. Ila sawa, nitajua nini cha kufanya. Tutamalizana kama unavyohitaji wewe.

Unakuwa oh, Mswahili tu mi nakupa, alafu mi sina mbambamba sina ukaikai, nasiweze kukuzulumu kihela chako hicho. We nipe simu, nitakutolea nikupe, usiondoke basi. Uh, jamani hmm hela mimi sina, uswahili wa Manyakenda tupeane, hmm. mkono kwa mkono. Sasa ngoja nikwambie wagi no, hey, maana tuliahidiana elfu kumi na tano na nipa elfu kumi Ngoja hapa sasa, ndo nilipokuambia uje, yani hapa nyumba nyumbani <tipas> <tipas> <tipas> tupo hapa, tumekuja mwanangu, tufanye mchakato, tumalizane. Wanaolewa walewe. <tipas>